da vurugu huku huduma ya mtandao wa internet ikiwa imezimwa nchini humo. Umoja wa Mataifa hivi leo umezungumzia hali inayoendelea nchini Tanzania kwa kutaka uchunguzi ufanyike kuhusu vurugu zinazohusiana na uchaguzi. Sef Magango ambaye ni msemaji wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu amezungumza na waandishi wa habari. And... Tumeshtushwa na vifo na matukio ya watu a wa kujeruhiwa kutokana na maandamano yanayoendelea kuhusiana na uchaguzi nchini Tanzania. Ripoti za kuaminika tulizozipata zinaonesha kiasi cha watu kumi wameuawa katika miji Dar es Salaam, Shinyanga na Morogoro, wakati vikosi vya usalama vikitumia bunduki na mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji. Mtafiti wa kikanda wa shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International kuhusu Tanzania na Uganda, Roland Ebole amesema washirika wao walioko Tanzania wamesema wameshuhudia maiti kwenye mitaa. you know, uh, wenzetu walioko ndani wametufahamisha kwamba wameshuhudia maiti mitaani. Serikali haina uwazi kuhusiana na swali la vifo na wanajaribu kutuali ndogo ya waliokufa, lakini wenzetu wanatuambia kwamba huenda ikawa waliouawa wanakaribia mia moja. So kwa kiasi kikubwa waandishi wa habari wa kigeni wakiwa wamezuiwa kuripoti uchaguzi nchini Tanzania na kufungwa kwa mawasiliano kwa siku ya tatu, imekuwa pia vigumu kupatikana taarifa kutoka ndani. Lakini chama kikuu cha upinzani Chadema ambacho hakishiriki uchaguzi huu kimesema waandamanaji hivi leo walijitokeza katikati ya mji mkuu wa kibiashara Dar es Salaam na kukabiliwa na polisi wengi wanajeshi. Uchaguzi mkuu nchini Tanzania umetumbukia kwenye machafuko baada ya umma kuingia mitaani kuanzia Dar es Salaam hadi kwenye miji mingine ya taifa hilo na kuchana picha za Rais Samia Suluhu Hassan, mgombea wa chama tawala CCM, kushambulia polisi na vituo vya polisi, hali iliyosababisha kuzimwa kwa internet na kutangazwa amri ya kutotoka nje katika visiwa vya Zanzibar ambako kuna utawala wandani, wa ndani. Mgombea urais wa chama cha mapinduzi CCM Hussein Ali Mwinyi alitangazwa mshindi jana, lakini huko nako chama kikuu cha upinzani ACT Wazalendo kimeakataa matokeo hayo, kikisema wananchi wamepokwa sauti yao na suluhisho pekee ni kutoa haki kwa kuitishwa uchaguzi mpya. Mwenyekiti wa chama hicho na aliyekuwa mgombea urais Othman Masudi Othman amewaambia wafuasi wake hivi leo kwamba chama chao kitakuwa na uamuzi mwafaka muda si usio mrefu. Yaliyobakia hatua nyingine, kama mlivyotuamini tukaongoza harakati hizi mpaka tukafika mafanikio haya. Kuna mtu ana wasiwasi na sisi viongozi wetu? Kuna mtu ana wasiwasi na sisi viongozi wetu? Kwa hivyo kama mlivyotuamini kwa haya, ndugu zangu, hatua yoyote hasa katika mazingira kama haya, hatua yoyote Inahitaji, inahitaji wakati ikiwa haijulikani uamuzi huo utakuwa ni upi ni wazi kuwa visiwa hivyo vya bahari ya hindi vinatumbukia kwa mara nyingine tena kwenye mpasuko mkubwa wa kisiasa ambao imekuwa sehemu ya historia yake tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 992 ilikuwa ni ripoti yake Saumu so, Mwasimba hiyo. Na sasa tuelekee Dodoma, mji mkuu wa Tanzania, huko ambako tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC inaendelea na shughuli ya kutoa matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 licha ya maandamano yanayoendelea yanayotaka uchaguzi huo ufutwe. Mwenzangu Angela Mdungu amezungumza na mwandishi wa DW Dr. Bulendu, na kwanza amemuuliza kuhusu mwenendo wa matokeo ya awali ambayo yamekwisha tangazwa mpaka kisasa kinachoendelea katika ofisi za tume huru ya uchaguzi mjini Dodoma, e, taa nyeupe inamwakia mgombea kupitia Chama cha Mapinduzi Samia Suluhu Hassan kulingana na matokeo ambayo yametangazwa hivi sasa ambapo ni karibu matokeo majimbo mia moja na mbili yamefika hivi sasa, ukichukua ya leo na yale ambayo yalitangazwa hiyo jana kumi na tisa mgombea kupitia Chama cha Mapinduzi karibu majimbo yote, kura za awali ambazo zinatangazwa zinaonyesha amepata karibu maeneo yote juu ya asilimia tisini. Kwa dalili ambazo zipo hivi sasa, tutarajie tangazo la matokeo ya mwisho kabisa ya urais litatoka wakati gani? Kwa mujibu wa tume huru ya uchaguzi nchini Tanzania, matokeo ya urais yanatakiwa kutangazwa ndani ya saa sabini na mbili mara baada ya kukamilika kwa zoezi la kupiga kura ambalo lilifanyika siku ya Jumatano. Kwa hesabu hizo, inatarajia kwamba hii leo matokeo ya nafasi urais ya urais yatatangazwa, ikichukulia maanani mpaka tunapokwenda mitamboni hii sasa, nusu ya majimbo yote ya uchaguzi nchini Tanzania matokeo yamekwisha kutangazwa, yale ya awali, na yamebakia safari nusu inayofuatia na tume jana ili tuwaarifu waandishi wa habari hapa mjini Dodoma kuwa leo hakutakuwa na mapumziko zaidi ya mapumziko ya chakula katika zoezi la kutangaza matokeo, tofauti na ilivyokuwa hiyo jana, ili kuweza kuyatangaza kulingana na saa sabini na mbili walizozitangaza wao. tukiachana na hilo, katika miji mingine kumeripotiwa maandamano na sijui hapo Dodoma hali iko vipi? Kuna wananchi ambao wameandamana a, siku ya kwanza kwa maana ya Jumatano, kuanzia mishale ya ya saa za mchana baadhi ya vijana walijaribu kukaa barabarani kuwasha makaili na kuhu, lakini jeshi la polisi liliingilia kati na kuweza kuwaondoa vijana hao. Hali hiyo ilijitokeza tena hiyo jana, lakini leo hapa mjini Dodoma tumeamka mji ukiwa mweupe kabisa. Watu wanaopita barabarani ni wachache, biashara nyingi zimefungwa hapa mjini Dodoma, hakuna kinachoendelea, huku kukiwa kuna patrol ya majeshi, jeshi la polisi na pamoja na jeshi la ulinzi hapa nchini Tanzania, ambapo hawapiti tu katika barabara kuu, wanapita mpaka katika barabara za mitaa kwa kuhakikisha kwamba wanadhibiti aina yoyote ile ambayo inaweza ikajitokeza. Hali hii imesababisha wana wa dodoma wengi kukaa ndani, nyumba zimefungwa, biashara zimefungwa, na hata vituo vya mafuta hapa mjini Dodoma. Tumezunguka katika mji wa Dodoma, vyote vimefungwa, hakuna kabisa huduma hiyo kwa siku ya hii leo. Mawasiliano ya internet hapo Tanzania yameonekana kuwa yakisuasua. Vipi hivi sasa, huduma hiyo imerejea? Kinachoendelea sasa kutoka walipokata mtandao wa intaneti hapa mjini Dodoma siku ya Jumatano, ambapo waliukata saa saba kasoro za mchana. Mpaka kileo mtandao wa intaneti haujarejea hapa mjini Dodoma hakuna mawasiliano yoyote kwa kutumia mtandao wa intaneti wala shughuli za kubadilisha fedha kwa kutumia simu za mkononi kupitia intaneti zimesimama katika mji wa Dodoma, na tunaarifiwa ni kwamba hii ni changamoto ama maeneo yote nchini Tanzania hayana kabisa mtandao wa intaneti, na ndiyo hali halisi iliyoko hapa katika mji wa Dodoma. Mtandao wa intaneti mpaka hivi sasa haujawashwa tukiwa tunasubiri matokeo ya mwisho kabisa ya urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Huyo ni Doto Bulendu akiwa alizungumza na mwenzangu Angela Mdungu. DW tunavuma kwa kishindo na msikilizaji, kama ulivyosikia awali katika ripoti yake Saumu Mwasimba, upande wa Zanzibar, licha ya tume ya uchaguzi ya huko kumtangaza Hussein Mwinyi kushinda tena urais kwa asilimia 74.8, chama kikuu cha ACT wa Zalendo kimekataa kuyatambua matokeo hayo. Mohamed Helef amezungumza hivi punde na Ismail Jusa, makamu mwenyekiti wa chama hicho na aliyekuwa mkuu wa kampeni za urais, na anaanza kwa kutaja sababu za kutoyatambua matokeo. Hatuyatambui matokeo ya uchaguzi huu kwa sababu hakukuwa na uchaguzi uh, tangu mwanzo mtawala na hasa uh, Dr. Hussein Mwinyi kwa kutambua kwamba ameshindwa kupata ridhaa ya watu, ameshindwa kupata imani ya watu, akaamua njia pekee halali kwake ni kuwaibia wananchi sauti zao kwa kupora uchaguzi. Hilo limeonekana katika kile kilichoitwa kura ya mapema ambacho sisi tunakiita ni wizi wa mapema, na vile vile kimeonekana tarehe ishirini na tisa Oktoba na haya nadhani hapa fursa haitoi uh, nafasi ya kuzungumza yote, lakini tumeyataja kwa kina katika barua yetu ambayo tuliipeleka amba kwa tume ya uchaguzi, tukinakili kwa mwenyekiti na makamishna wote wa tume ya uchaguzi ya tarehe ishirini uh, na tisa Oktoba, ambayo ni siku ya uchaguzi, baada ya kufungwa zoezi la uchaguzi tukiyataja uhuni wote hapa. Naam, swali kubwa ambalo linaulizwa sasa ni kwamba kipi kinafuatia baada ya hapa. Mmeshatoa tamko la awali la kuto kutambua matokeo haya lakini kipi ambacho kinakuja baada ya hapa? Sisi tunafanya mashauriano na mawasiliano, mashauriano ya ndani ya chama na vile vile mawasiliano na watu wengine mbalimbali ambao uh, wanahusika na haya yanayoendelea. Bila shaka uh, mara nyingine inakuwa ngumu kuwasiliana na watu na ndio maana hata tunashukuru fursa hii kuipata, kwa sababu kama unavyojua Tanzania nzima mawasiliano ya internet ya huduma zote hayapatikani. Uh, kwa hivyo njia pekee inayobakia ni kuwasiliana kwa simu, lakini tunafanya mashauriano na mawasiliano na tumewaambia wanachama wetu watulie, tutawapa msimamo uh, wetu kama uh, wanavyosema Ismail, uzoefu umekuwa ukujirejea ule na ule kwa ule, na elfu mbili na ishirini haiko mbali sana kuwezi kuyakumbuka yaliotokezea ambayo ilichanganyika na mauaji pia. Mpaka sahizi hakuja kuwa na tukio la mauaji kwa zanzibar angalau, lakini tunashuhudia matukio yanatokezea upande wa ya pili wa muungano. Je, yanatokezea upande wa pili wa muungano naathiri nini hatua zenu sahizi za kusaka suluhisho la Zanzibar? Kwanza sisi tunajifunza na mengi yanayofanyika kwetu sisi Zanzibar ameshatokezea huko nyuma, na nadhani ni uh, hazina hiyo ya uzoefu tulionayo nayo kwa chaguzi sita zilizopita, huu ukiwa ni wa saba, inatufanya kufanya maamuzi sahihi kwa maslahi ya nchi yetu na watu wake. Hatuongozi na jazba, hatuongozi na hamasa, wala hatuongozi na tamaa binafsi. Tunazingatia kile kile ambacho siku zote kimetuongoza tangu zama za mzee wetu almarhum Maalim Seif Sharif Hamad, kuzingatia maslahi ya nchi na watu wake lakini kusema hivyo haina maana kwamba tutakubali kuhalalisha haramu iliyofanyika. Haina maana kwamba tutahalalisha uhuni uliofanyika. ni kama kwamba unasema hamutoingia kwenye serikali ya Umoja wa Kitaifa? Ni, kwe, ni sawa hilo. Sidhani kama tunataka kulitolea kauli kwa muda huu. Suala la serikali ya Umoja wa Kitaifa kwanza ni letu sisi, tulilipigania kwa jasho, kwa damu, kwa machozi, hatimaye likapatikana kupitia jitihada zilizoongozwa na Rais Karume na Maalim Seif Sharif Hamad wakati ule ni swala ambalo limo ndani ya katiba. Alikuwa ni Ismail Jusa huyo, makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo na alikuwa mkuu wa kampeni za urais, kama alivyozungumza na Muhamed Helef hapo. Tukizidi kusonga mbele, kutokana na jinsi hali ilivyo huko Tanzania, taifa hilo la Afrika Mashariki linaweza vipi kujitoa katika hali hiyo na hali ya utawala wa kisheria iweze kurejea? Muda mfupi uliopita, nilizungumza na mwandishi mkongwe na mchambuzi wa siasa Ansbert Ngurumo na alikuwa na haya ya kusema. Hatua ya kwanza ni kusikiliza vijana wana madai yapi, halafu sote tujielekeze katika kutekeleza madai hayo. Wale ambao wana dhamana ya uongozi ama wa vyeo au wa mamlaka au wa ushawishi, ndio watusaidie sasa kutengeneza mustakabali wa Tanzania. Mm, umezungumzia suala hilo la walio na dhamana ya uongozi. Jana mkuu wa majeshi alijitokeza akawataka watanzania wadumishe eh, amani, utawala wa sheria, lakini nina uhakika Watanzania wengi sasa hivi wana hamu ya kusikia kutoka kwa rais wao. Amepiga kimya mno. Mimi sidhani kama katika mazingira sasa hivi Watanzania wanataka kusikia sauti ya rais, kwa sababu kama ingekuwa ni kusikia sauti ya rais hawa vijana wasingekuwa mtaani, wangesubiri uchaguzi uishe, rais atangazwe, na tulishajua ni huyo huyo tu angepita. Hawa vijana wako barabarani kwa sababu hawataki kusikia sauti ya rais huyo huyo unayemsema. Jaribio lolote la kumfanya yeye ndiye aje kutuliza jambo hili litafanya machafuko hayo makubwa zaidi, kwa sababu ndiye anayepingwa. Hana majibu, ameulizwa muda mrefu, vyombo vinavyominya haki viko chini yake. Sasa ni kina nani hawa ambao waweze kujitokeza kufanya haya unayoyapendekeza? Mawazo yangu si lazima yao ya kila mtu, lakini hivi ndivyo ninavyoona kwa kuangalia mwenendo wa maandamano na jinsi vijana wanavyopambana na jeshi la polisi huku wakilindwa na jeshi la wananchi. Inafikiri kama kuna sauti ya kutuliza Watanzania leo ni sauti ya mkuu wa majeshi tofauti na ile ya jana. Ile ya jana haikuwa sauti yake. Ile jana alikuwa... unamaanisha nini? Sema, nilimwona vizuri, nimesoma body language, nimeangalia facial expressions, nimeona ujumbe anaosoma haufanani na sura inayotazama. Alikuwa anasoma kitu alichoandikiwa, wamempa asome na wakamwambia soma. Kina nani hawa? Wale ni viongozi wenzie wa majeshi, wa usalama, wa serikali ambao wana-, wana shikilia, shikilia. Sasa kilichopo sasa hivi, sikumsikia akilaani maandamano, alilaani uhuni na fujo na wizi na uharibifu unaofanywa katikati ya maandamano. Wa pili ninayeona anaweza akatuliza hali e, ni Tundu Antipas Lissu kwa sababu moja tu, kwa sababu mm -hmm, kwa viwango vya siasa za Tanzania za leo hakuna mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa kama yeye, lakini vilevile kwa hali anayopitia sasa huko jela aliko na yale mambo ambayo vijana hawa wanapigania ndiyo na yeye amekuwa anayasimamia, lakini kama ulivyosema, kulingana na hayo mazingira yaliyoko, hilo inaonekana, hili haliwezekani kwa sasa. Mpaka juzi kuna vitu nilikuwa nafikiri haviwezekani, sasa hivi nadhani kila kitu kinawezekana. Vijana wametufumbua macho, yale tunayofikiri hayawezekani kwa akili ya kawaida na kwa utaratibu wa kawaida, wametukumbusha kwamba yanawezekana. Umezungumzia liso hapo leo. Msemaji um, wa Chadema amesema kwamba um, mamia ya waandamanaji wameuawa tangu hayo maandamano uh, yaanze huko Tanzania. Ilipofikia ni, ni, ni kwamba waandamanaji hawa vijana wanakuwa hawatishwi hata na mtutu wa bunduki au hata risasi. Hii ni hatari. Hii ndiyo maana ninakwambia vijana wasiposikilizwa, hakuna lolote zuri litakalopatikana, kwa sababu wanapiga mtu risasi mbele yao, wao wala hawahangaiki na huyo aliyepigwa, yeah. risasi wanasonga mbele kufata hao wapiga risasi. Hiyo inakuonyesha vijana wameamua, wanaona hufa ni nafuu kuliko mateso hayo na maisha wanayoishi alikuwa ni Ansbert Ngurumo huyo mchambuzi wa siasa kama nilivyozungumza naye hapo, na tumalizie uchambuzi wetu hii, na ripoti hii inayosema wanaharakati wa haki za binadamu Kenya wameunga mkono maandamano yanayoendelea ya kupinga uchaguzi Tanzania, wakiyataja kuwa ni mwamko mpya wa kidemokrasia kwa taifa hilo jirani. Wanaharakati hao wameutolea mwito Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki kumshinikiza Rais Samia Suluhu awajibishwe kwa kile walichokitaja kuwa ukandamizaji dhidi ya maandamano ya amani. Kutoka Nairobi, Shisia Wasilwa ana taarifa kamili. Matamshi ya wanaharakati hao wameyatoa baada ya kuwekwa ripoti kwamba maandamano yanayogubika hivi sasa Tanzania yamesababisha vifo vya watu kadhaa na wengine wengi kujeruhiwa. Matukio aina hiyo ni jambo la nadra katika taifa hilo la Afrika Mashariki ambalo kwa miongo mingi limepewa sifa ya kisiwa cha amani barani Afrika. Aidha, wanaharakati hao wameilani serikali ya Tanzania kwa kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya wa waandamanaji waliokuwa wakitekeleza haki yao ya katiba. Hussein Khalid ni mwanaharakati wa shirika la Vocal Africa. Tunataka serikali ya Tanzania ikome mara moja kutumia vikosi vya usalama kunyamazisha, kugandamiza na kuwaua Watanzania. Tunasema kwamba lazima kuwe na uchunguzi wa wazi kwa yale maovu yaliyotendwa pamoja na mauaji na mengineo. Maandamano yalizuka katika jiji la kibiashara la Dar es Salaam na miji mingine wakati wa kupiga kura siku ya wa Jumatano. Waandamanaji wanasema wanaopinga uchaguzi huo mkuu wakilalamika haya kuandaliwa kwa misingi ya haki kufuatia kutokuwepo kwa wagombea urais wa vyama vikuu viwili vya upinzani. Rais Samia Suluhu Hassan anayewania kwa mara ya kwanza chini ya chama tawala CCM alikuwa anachuana na wagombea wengine 16 wa vyama vidogo. Kutokana na, na maandamano hayo, polisi ilitangaza amri ya kutotoka nje usiku katika jiji la Dar es Salaam lenye zaidi ya wakazi milioni saba baada ya ofisi za serikali na majengo mengine kuchomwa moto. Mashirika hayo bin adam sasa yanaiomba Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, na Jumuiya ya Afrika Mashariki kumwajibisha Rais Samia Suluhu kwa kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji. Martha Karua ni kiongozi wa chama cha People Liberation Party. It is time for the African Union. Ni wakati wa Umoja wa Afrika kuwahudumia watu wa Afrika, kukoma kwa kilabu cha viongozi wanaokatalia madaraka na kuelekeza nguvu zake kuwasaidia watu wa mataifa ya bara la Afrika. Wanaharakati hao wanasema kuwa Tanzania inashuhudia mwamko wa kidemokrasia na vijana ndio wanaolengwa. Huyo hapa tena Hussein Khalid. Tunataka serikali ya Tanzania haraka iwezekanavyo irudishe mitandao katika nchi nzima. Kila mtanzania ako na haki ya kujielezea, kila mtanzania ako na haki ya kupata habari. Kwa hivyo tunataka haraka iwezekanavyo. Wakati huo huo, katibu wa wizara ya mambo ya ndani nchini Kenya, Dr. Raymond Omolo, amewataka Wakenya kuzingatia sheria kufuatia taarifa za baadhi ya vijana wa Kenya kukusanyika kwenye mpaka na Tanzania, Wanamanga, kuonesha mshikamano no na wenzao wa nchi hiyo jirani. Dr. Omolo alisema Kenya ina sheria na kanuni za wazi zinazoongoza maandamano ya umma na akatoa wito wa utulivu, huku vyombo vya usalama vikiendelea kufuatilia hali katika mpaka huo. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. na kama ilivyokuwa katika matangazo ya mchana, Najat Omar safari hii pia ametukusanyia yaliyovuma kwenye mitandao ya kijamii. Najat, uh, tueleze unayapi? Uh, sina mengi. Kikubwa kilichopo mtandaoni hivi sasa ni kuhusu kuhusiana na ripoti ya vifo vingi vya waandamanaji nchini Tanzania, ambapo sisi kama DW tumechapisha taarifa hizo uh, na taarifa hizo zimetoka katika shirika la habari la AFP likimnukuu afisa mwandamizi wa chama kikuu cha upinzani cha Chadema mm. uh, John uh, Kitoka akinukuliwa kwamba akisema watu 700 wameuawa tangu kuanza kwa maandamano Agosti 29. Sasa maoni yamekuwa ni mseto na wengi wanajadili juu ya mm. taarifa hii, kwa mfano Nelly Levanda anasema Tanzania nchi inayojulikana kwa amani. Nadhani tu tuendelee kuombea. Imanuel Manu anasema ingekuwa Kenya ungesikia tu sita, kumbe Tanzania hali ni mbaya hivi jamani. Nimalizie na hii ya mwisho, anasema anaitwa Afili Ole Sigilai anasema viongozi wa Afrika Mashariki waingilie kati waokoe Tanzania mapema sana. Haya, sasa basi tuingilie ujumbe wa msikilizaji wetu na Lumonis Kirurushi anasema tunatoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendo wao kufuatia maandamano yanayoendelea huko Tanzania. Kwenye Instagram unamwona nani? Namwona Richi Swati anasema baada ya maandamano viongozi wotu wa CCM. John anasema hakuna amani bila ya haki na god bless kaya yeye. Yeah, anasema tumechoka, hatuhitaji tena uongozi wa CCM. Kisha kwenye Facebook Miraji Mshami walilongwa kule, anasema mama kubali yaishe ili watu wasitishe maandamano. Msikilizaji wachanikome hapo kwa sasa, anasema shukrani sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Umekuwa nami Jacob Safari, mwenzangu upande wa pili wa studio kule ni Najat Omar, shukran sana kwa kuwa nasi, kwa heri na weekend njema.